Adui huyu anayeitwa mabadiliko ya tabia nchi ana mahusiano makubwa sana na masuala za uzalishaji wa umeme nchini, na ndiyo maana baada ya kumgundua adui huyu kuwa anaweza kuwa mkubwa asiyelindwa kwa bunduki, mheshimiwa rais akasema, hebu tuanze kuwahabarisha Watanzania kwamba haya matumizi ya kuni na mikaa matumizi ya nishati ambayo inasababisha kudondoka kwa miti, kukata miti na mwisho kupelekea mabadiliko ya tabia nchi, wa Tanzania waanze kuacha mdogo mdogo, waelekee kwenye kinachoitwa wa nishati safi. Mambo makubwa mawili anaweza kuwaliangalia mheshimiwa rais kukabiliana na adui huyo, la kwanza madhara makubwa yanayopatikana kwenye afya ya mwanadamu kutumia nishati chafu kwa maana ya kuni na mambo ya mikaa. Lakini jambo la pili aliangalia madhara ya, ma, ya, ya mazingira yanayoweza kupatikana kwa sababu ya kukata miti hovyo. Lakini zaidi tuunge mkono mpango huu wa Connect umeme kupika kwa umeme. Naombeni mwene watu wanaopima uwezo wa kodi mlizozilipa, kila jambo linaisha kulingana na resources za taifa na kila jambo linakwisha kutokana na uwezo pia tulionao katika taifa. Lakini kikubwa ni ule moyo wa kusema hapa ewa, sasa kazi inafanyika kuliko muda wote, tukabaki ni watu wa kulalamika, watu wakutokutosheka. Hata Mungu hapendi mtu ambaye muda wote anaonyesha, na ndio maana mkiangalia leo baadhi ya Watanzania wanatamani taifa la Tanzania tumwage damu za kutosha, wanatamani mtumbwi huu wa amani hii amani mnayoona yote ipotee. Sasa nataka kuwathibitisha Watanzania, kama kweli mnataka mjaribu radha ya machafuko, basi isaponi. Lakini sisi wajibu wetu kama viongozi tutalinda amani mpaka pale tutakaposema sasa yatosha, kwa maslahi yangu, kwa maslahi yako na kwa maslahi ya vizazi vingine. Kwa mtu yoyote atakayejaribu kuharibu miundo mbinu ya Tanesco, si miundo mbinu ya nani utatumwaje damu kuanzia leo na hata kuendelea, hatumjibu watu jambo lote, lakini kamwe hatainuka wala kuchuchumaa, ili taifa libaki kuwa salama. Na tukienda kwa namna hiyo, ndio itakuwa leadership katika taifa. Yawezekana wengine hamjui maana ya amani, na ndio maana lazima tutumie nguvu kuelewesha, ili uelewe maana ya amani ni nini. Hapo ulipokaa ni amani, wenzetu Kongo wakaa hivyo, akaa hapa, bunduki mepiga huku, mtoto aelewe alipo leba leo anaambiwa kimbia mbio, msiombe masuala hayo, msiunge mkono hoja hizo, hoja <coughs> za maendeleo, na kama maendeleo hujadikana nayo sema katika lugha ya kawaida itabaki kuwa Tanzania kuwa moja. Kuna mambo ya uchaguzi tarehe 30 uchaguzi umekwisha, kama na mihemuko ya uchaguzi, uchaguzi unaisha tarehe 29. Kuanzia tarehe 30, kuanzia tarehe moja, uchaguzi hamna tena, lazima taifa libaki kuwa moja. Mapana ya Watanzania wenyewe na sio mtu mwingine. Katika safari hii tunao wenzetu wa mix, na hii ni kutokana na ukuzaji mkubwa wa diplomasia wa Mheshimiwa Rais wetu kutoka Uingereza. Wametuunga mkono zaidi ya shilingi bilioni 2.5 umetupatia wametupatia kwa ajili ya kusambaza majiko. Watumishi wote TANESCO wanaendelea kusambaziwa majiko kwa njia ya mkopo, lakini tunayo program nyingine ya kuwawezesha sasa wananchi mmoja mmoja wasiokuwa watumishi wa TANESCO. Tunaita on bill financing hii, mheshimiwa mkuu wa mkoa mwananchi anayeunganishiwa umeme, tunaweza tukampa jiko akaenda nalo na kupitia manunuzi yake ya umeme anakuwa analilipia jiko polepole pole. Na majiko haya ni bei rahisi, yanauza kwa bei rahisi sana kwa sababu yana ruzuku na hayana bei zile zenyewe ambazo tumezizoea kuzikuta madukani, na tayari kuna wateja tumeshawaunganishia, ambao tutakuomba mheshimiwa mkuu wa mkoa uweze Eh, kuwagawia majiko hayo na kutuzindulia hiyo program.